Mabibi na mabwana, jambo. Tunawashukuru nyote tukitumai mko wengi kutufata kwenye mitandao, kwenye television na kwenye telefone zenu, kwa hii ambayo tunaita analise ya Simo Kazungu kwa mchana wa leo. Tutaweza kuzungumuzia nukta fulani fulani. Nukta ya kwanza, tutazungumuzia makubaliano ambayo yaliyokuwa Doha ama komunike iliyosahihiwa Doa na haya makubaliano iliyosahihiwa pia uh, Marekani Washington DC, kati ya nchi ya Kongo Rwanda, kupitia upatanishi wa Amerika. Tuna washukuru kwa kuwa mko wengi kutufata. Mtajiuliza nini inapitika sasa. Sisi wote tulikuwa tunasubiri date ya jana, ama siku ya jana tarehe mbili sababu kila mtu mkongomani mahali pote anakopatikana alikuwa na jua ya kwamba mara ingine tarehe mbili tutapata mkataba, mara ingine watatuambia sasa Goma airport eh, nafunguliwa, mara ingine watatuambia sasa hata chakula, mtu anaweza kusafiri vizuri. Lakini sote usiku liingia, hatuone mkataba ambao natoka na watu wanaanza kujiswali kujiswali mambo mengi, sababu kuna pia mambo mengi ambayo haiko inaendeka tena kwenye uwanja hata wa mapambano na hata kwa kipolitiki tuende kuwaonesha ya kwamba kuna mambo fulani fulani ambayo iko napitika na sio nzuri. Ni mambo ya kwanza, ni hii maneno ya kutokukubaliana ama kutokusitisha mapigano. Tunajua ya kwamba jana mji wa Lunyasenge kati ya ya ya teritoari ya Lubero wameweza kuishika hawa watu wa M23 ni kusema hawawezi kupanta ama kuheshimu mkataba ambao wao wenyewe waliweza kusahii. Ijapokuwa, watu tunaanza sasa kujiswali na kusema hakika, hii komunike ilikuwa sinye, Kinshasa wanasinye hapa na wao wanasinye hapa, ijapokuwa terms zilikuwa moja. Mwenye ana sinye haiko kule Doha, mwenye ana sinye iko Goma. Eske hii mambo haiko kutudanganya? Hii ambao wanatutia ndani yake ni kukula tu muda. Tujui ya kwamba mara nyingi wakati watu wanasema tusitishe mapigano ama hii ambao wanaita cesser le feu, hawa watu wa Rwanda, hawa wenye tunaita ingotanye, wapiganaji wa kitusi, wana hii mila ya kupigana na kuzungumuza, kupigana na kuzungumuza. Kwa Kinya Rwanda wanaita talk and fight. na kama serikali ya kwetu itaweza kulala usingizi na kujua ya kwamba tumesikilizana tumeandikiana kitu fulani, tutashtuka ya kwamba watu wako wanaendelea na vita na sisi tuko tunashangaa. Lunyasenge imeshikwa, wanaendelea kuranforce pande ya Walikale, pande ya Uvira, wanaendelea kuranforce hivi, wako tayari kuatake miji fulani fulani, na tusisahau ya kwamba hii kusaini cessez-le-feu inakuwa kama vile ya sita tangu vita ilianza kwa 2021 hapa ya M23, ii deuxieme seri hivi, tunaona ya kwamba kuna maulizo fulani fulani, na kuenda kuona tuko tunaenda wapi. Eske ni kweli hii maneno itaendelea mbele? Eske ni kweli hii maneno, hao watu watasitisha mapigano na mji wa Goma, hao watu wataenda ku, ku, kutoka ndani ya mji wa Goma? Na wao wanauliza tutatoka tuende wapi? Sasa hii maneno sherti tuweze kuiwazia vizuri na sherti serikali ya kwetu iweze kuifikiria vizuri. Tunataka kuwakumbusha katika historia ya hapa sio mbali sana hapa, miaka tisamia Bwana Abiarimana walikuwa na mazungumuzo, wanaenda Tanzania Arusha, wako wanazungumuza, askari fulani wa wenyewe tunaita Waingotanyi wakitusi walikuwa wako hata ndani ya mji wa Kigali kwa sende paledi peple ile ya Rwanda lakini ni kutoka kwa, ma, kwa mazungumuzo Mobutu alikuwa pale Kongo, ilikuwa pale wa watu wa Burundi walikuwa na mainji mbalimbali mbali zilikuwa ziko, wanapiga tena ndege ya bwana Abiarimana, rais Abiarimana, na akafariki na maneno ikaendelea kuharibika na mpaka leo mihali ingali inaendelea na hata sisi Kongo tungali tunalipa hii maneno, ijapokuwa haiko sisi ndio tuliweza kufanya dega zenyewe zilikuwa Rwanda. Hivi tunataka kuambia wakongomani ya kwamba tuwe makini, hasa government yetu iwe makini. Kwa leo tunaanza kusikia sasa, bwana Nanga anasema tukipenda tuendelee vizuri, sharti bwana Chisekedi aweze kutoka kwenye mamlaka, sababu yeye iko kama vile Yona. Yona ule wa Mbiblia, ambao wakati zaruba ilikuwa kubwa sana, wakaenda kuvumbua ya kwamba Yona yeye mwenyewe akakubali kusema nikitupwa kati ya maji hii zoruba itaisha na mambo yataweza kuwa shwari. Hivi Nanga nataya Chisekedi, rais Chisekedi kama vile Yona ambayo inaomba kutupa, inaomba kumtoa mbele processes ziweze kuendelea. Munaona ya kwamba hii mambo yote iko kama vile uchokozi na hii mambo yote ilikatazwa katika hii komunike ya Doha, sababu ndani ya komunike ya Doha walisema tuevite maneno ambayo iko ya en, maneno ambayo inaweza kukashirisha ngambo ingine. Isitoshe, hata upande wa serikali tunaona ya kwamba kwa upande wa serikali pia rais Chisekedi ananunua eh, ma, vifaa fulani fulani vya kupigana navyo. Hakika injini ya kwetu na yeye mwenyewe ndiyo mwenye mamlaka anaweza kununua vifaa vya kupigana, lakini watu wa M23 na Rwanda wanaona ya kwamba huyu bwana anaendelea kujitahidi kwa kuweza kupigana kweli kweli. Isitoshe, anatafuta pia mamluki ama au ambao tunaita wa, wa, wa ambao tunaita mamluki ambao tunaita ndani ya francais wa mercenaire, ili wakuje wamsaidie ndani ya vita na waweze kusekurite masitmini na jamaa yake kama vile Blackwater na watu wengine kutoka Marekani, tunaona ya kwamba vitu hapa mbele kwenye tunaenda havionekane tena wazi, kunakuwa dutu nyingi. Ijapokuwa tunajua ya kwamba inji nyingi sana zimeingia ili watu katika Kongo tuweze kupatana na mambo iende uweze kuenda shwari. Tutajiuliza sasa, huku kwenye tunaenda, tunaenda wapi? na watu ambao wanasoma wameandika vibarua kusema hii vitu hatuone clair, wanataka kujisha inji yetu, wanataka kujisha minere yetu. Ijapokuwa tukisoma vitabu fulani fulani kama vile eh, mwandishi fulani professor ama doctor eh, Samuel Kisalia aliweza kuandika kitabu kizuri sana, nitawarekomande wa politisien na watu wote ambao wanasoma. Aliweza kuandika sur les ressources naturelles transfrontaliere aliweza kuandika hii, hii kitabu na ilikuwa teze yake ya kukuwa doktor. Uh, andrua hivi ninawarekomande kuweza kusoma hii kitabu, inaweza kutusaidia sana watu hata ao watu ambao tuko tu wa barabara sisi, ambao watu hatukusoma mingi hivi. Na hivi tunajiuliza sasa, hata hii madini tunayepigania leo, mbona rwanda iko nayechukua leo? Pesa zinaenda wapi? hakuna kitu leo na gorila ama manyama za park zina hazichukue visa kutoka Kongo kuenda Rwanda, kutoka Kongo kuenda Uganda, hazichukue visa hivi. Mikataba hii tunatumai ya kwamba inaweza kutusaidia lakini, hii mikataba, tusiweze kulala usingizi kuwaza ya kwamba hii ndio suluhisho na kuwaza ya kwamba imeisha hivyo. Tujue ya kwamba wakati tuna tuna mikataba tujue kukinga nji ya kwetu serikali ya kwetu iweze kukinga, na tujue pia ya kwamba sherti tujui kupeleka maneno mbele populasio ya kwetu iweze kupata amani. Tunataka kupitia swala ya pili kwa siku ya leo. Swala yetu ya pili inataka kueleza juu ya administration katika nchi yetu ya Kongo. Mnajua hakuna inchi inaweza kuendelea isipokuwa na administration nzuri. Administration ya Congo ina matatizo mengi sana. Ukienda leo katika ofisi fulani fulani, utakuta wazee hata wa miaka makumi mnane, miaka makumi saba, na na watu hawa, hawaende hawaweke hawawekwe kwenye tunaita retret, hawapatie watu pesa, alafu mtu anabaki, unaenda kuona mtu iko mwalimu alianza fundisha tangu tate na tate na amezeeka sana, lakini anabaki, anapenda abaki hapa. Juu ya nini? Anajua akienda kuretreat ni kuenda kufa. Hata peta, hata pata pesa hatapata kitu kya kuweza kumsaidia. Hivi kuna ndugu fulani ambao waliweza kufanya pia utafiti kwa ajili ya administration na kusema ya kwamba usipo inji haiwezi kuendeka bila administration njuri. Tunataka kumtaya hapa ndugu yetu uh, Chivu ila Jean Paul ambayo uh, iko President wa ingine chama ambao tunazungumza naye vizuri sana. Huyu ndugu alionesha ya kwamba inji yetu ya Konga haiwezi pia kuendelea pasipo administration ya kweli, administration ya kuzeeka. Ndani ya administration wakitaka ku kurekriti, unaona wana rekriti marekriti mao ukiona zinafanyika tu ni kuenda kwa kiaskari na kwa kuenda kupolisi, lakini ikiwa ndani ya administration ama ndani ya makampuni kubwa kubwa, ndani ya masociete ambayo zinaingiza pesa, ni watoto wa waministre, watoto wa wadepute, watoto wa watu fulani fulani. Sasa watoto wa wakulima na hawa watu ambao wanasoma, hana yule ambao anaweza kusema juu yake, ata tutaishia wapi? Tunashukuru sana Ministre Diau na President la Republique ambao waliweza kusema mambo ya mishahara. Mishahara hakika ilikuwa pia ndani yake muna ubaguzi kabisa. Watu wengi wengine wanapata pesa nyingi sana na wengine pesa ni ndogo, haujui kama diferansi wamejibaze na kitu gani ili huyu apate hizi pesa na huyu mtu ingine asipate pesa ya kutosha. Hivi tunataka kushukuru kwa hii kazi ambayo iko inatendeka, tunashukuru pia kwa kazi ya hii chef f ambayo inaenda kuonyesha ya kwamba kuna matatizo mengi sana ndani ya mafishe ya watu. Taenda kuona mtu ameandikisha mtoto yake mjukuu wake, ana kadi hata karibu mia moja. Wakati mshahara inafika, yeye anaenda tu kwenye banki, akiingia ndani ya, ya gishe ya bank ni yeye iko na iko na retire tu mafranga mafranga, ijapokuwa hawa watu hawa existe hata ndani ya administration Vijana wengi sana wanatuambia sisi wapolitisie, ya kwamba mtukazanie wa ndugu, sababu tunatambua ya kwamba kama iko kazi ya kisoda wanatuita tuweze kuingia kazi ya, ya askari, lakini kama wanataka kuangaje watu kwa ofida kwa DGI, DGRAD, hatujuu wake waliangaje wakati gani, ilisifii ukuwe mtoto ya direktor, mtoto ya mtu ingine, ndio utawaza kupata kazi tunataka kuonesha government ya kwetu ya kwamba sherti ingepigana administration iweze kuwa nzuri, na sherti vijana wa kwetu waweze kupata pia kazi mahali zingine na nchi zingine hata Afrika. Ukiwa miaka eh, makumi tano na tano au makumi sita unaenda likizo unaacha vijana waendelee kuchapa kazi. Najua nyinyi vijana mtashukuru kuweza kufata hii video na iko lute ambayo tunaweza kumene sisi wote tunashukuru sana kwa ajili ya leo, na tunapenda kuendelesha na habari habari mbalimbali mbali ambazo tunazo. Tuna habari kubwa kwa Ituri, ambayo gouverneur Lieutenant General Luboya aliweza kurudi Bunia, ilfo kuona namna gani wamempokea Bunia. Tunajiswali mambo mengi, kwa nini huyu askari ambao ni governor iko askari, mambo ya eta de siege ilileta utata mingi sana, debat politiki ziko za mingi sana lakini huyu guverner, wakati unaona namna anapokelewa, inatuweka sisi kuweza kufikiri kwa nini askari huyu anaweza kupokelewa kama vile guverneur. Na hapa mbeleni kidogo tuliweza kuwa Bunia, tuka niliambia kijana fulani, ninasema hii mambo ambayo iko napitika Bunia, Shedu tuwezi kusikia haya sisi ambao ni wapolitisien wa sivil, wa sababu inaonekana peti tapeti askari wanaanza kutuonesha ya kwamba wao wanaweza kuongoza pia vizuri. Bunia yote imekuwa gudro, ma aeroport imekuwa wako wanajenga mugini naenda, inaonekana ya kwamba ni mugini. Sasa sisi wa wasivil tulikuwa tunafanya nini? Tunawashukuru sana kwa kuwa mlikuwa wengi kutufata kwa mchana wa leo. Tuliweza kuizungumzia mikataba ya Doha na ya Washington na kuweza kueleza ya kwamba dute zinakuwa, lakini tunajua ya kwamba kwa ajili ya prestige ya Amerika, Amerika inapenda prestige yake na najua ya kwamba Kongo kuna madini eh, na hii madini hatuwezi kuiacha Warusia ama Wachina wakuje waingilie haya madini. Tunawaza ya kwamba mambo mazuri yanaweza kuonekana, hii isituampeshe kuweza kuwa pia na dute fulani fulani hivi tuliweza kuzungumzia pia mambo ya administration. Sherti uweze kufufuka, vijana pia nao wapate makazi. Tunawashukuru sana, tukijua ya kwamba muko wengi kutufata kwa mchana wa leo, asante. Na tunawasubiri tena kwa analizi nyingine, mwendelee kupenda ama kulike hizi video zetu. Tunawashukuru, asante na chao.